Mchana wa leo njoo mbele za Mungu, badilisha maisha yako, badilisha mawazo yako, vile unavyo unavyomwaza Yesu. Usimwaza hivi, unavyowaza unawaza unamwaza kwa chini sana. Tunaposema nimempokea Yesu, maana yake umempokea yeye aliyeumba mbingu na nchi, yeye ambaye fedha na dhahabu zote ni mali yake, yeye ambaye usikunapoa umebeba uzima wote, umebeba nguvu zote, umebeba mamlaka yote, umebeba kufanikiwa kote, umebeba kibali chote. Sema ndio. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanasema tu Yesu ni Bwana, lakini hata hawaelewi maana ya kusema Yesu ni Bwana. Maana nini? Jesus is our master, he can do anything oh, you see yeah. Bwana Yesu asifiwe. Ni wao wengine unajiweka una na namna gani? Ukijiweka na kujua kwamba Yesu ni Mungu, hakuna kitu ambacho tatekwenda kuomba na ukawa na mashaka kukipokea. Na mimini nasema ikiomba neno lolote na ndani yenu ukawa haona mashaka, ukiomba bila mashaka lolote, na unaloliomba utalipokea. Haleluya, Bwana Yesu si asifiwe, Bwana Yesu si asifiwe. Wakati huo mtumishi wa Mungu amewaelekeza hapa, nilipita hata kauli sina eh, na unahubiri namna hii. Baada hapo, unaona mchungaji atasema sadaka ya upendo sana. Sasa huyu mchungaji ana sadaka upendo wa Mungu, kumbe amepanga tamko tu huko pembeni. Bwana Yesu asifiwe, lakini sio hivyo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Eh, Nina sauti kwa mwezi mzima hapa na pika injili huko kwa marafiki zangu. Nimekuja na usafiri wangu mwenyewe. Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bahari iliyochafuka, maisha yaliyochafuka, katika maisha yako, ninakutabiria mchana wa leo ya kwamba Yesu anakwenda kuyabadilisha. Unachotakiwa kufanya leo chombeleza Bwana ukiwa umebadilika mawazo yako, ukimwangalia Yesu kama Mungu, ukimwangalia Yesu kama mwombaji, ukimwangalia Yesu kama Bwana wa mabwana, ukimwangalia Yesu kama mko sima ukienda mbele zake, maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Umechoka kuangaika kwa uzazi wako, ukienda na dimba zinatoka. Baada ya leo, kwana tumbo lako atabadilisha tena, hautamtoa mimi tena, hautaribu mimi tena. Yesha unazozifanya haziendi sikaenda baada ya leo, sema ndio. nina ndoto lakini nafanya mambo mengi makubwa makubwa, nina makampuni ni watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi wengi, kila mwisho wa mwezi wanapokea msaada na mshahara. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amenifanya kuwa bomba la mtaani, watu wanakuja kukinga maji na wanajisaidia katika maisha ya Bwana Yesu asifiwe. Tuko na kituo cha redio Mwanza, tuko na kituo kingine cha redio kinata kiko mea Mwanza, inaitwa tuna kituo cha redio kule. Tuna makampuni ya migodi, tuna kampuni ya nini? wafanyakazi wote hapa wanasubiri mshahara nawaza kufungua makanisa sehemu mbalimbali duniani na kila siku ninaomba hivyo na ninaona hivyo, na ndio maana nahitaji usafiri wa kunipeleka sehemu mbalimbali duniani kwa haraka. Kanasasa mimi ninasema, ila aonale mtu nafsi mrafsini wake ivyo alivyo Bibili inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Bibili inasema pasipo maono watu hawezi wa kujizuia kuangamia. Lazima uwe na kitu fanya ambacho unakiona, lazima uwe na kitu fanya ambacho unakiwaza, ili unavyoona nafsini mwako kwamba wewe utakufa katika hela unataka nyuma ya kupanda kupanga hapo uko tu, unaita kukomboa, unakomboa ni na wewe unapanda wakati wote. Shema kuamzia mwaka huu, mwaka huu ninataka ninunue kiwanja changu, ninataka ninunue nyumba yangu, nimechoka kupanda ili naweze inawezekana. Haleluya! kwa shipo maono watu hawawezi kujizuia kuangamia, without vision people perish. Utaangamia tu bila maono, lazima uwe na maono. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu ambacho kinafanyika kwa Mungu bila mtu kuwa na maono, lazima uwe na ndoto ya kwenda mahali.